Yes, bwana mwanamichezo, lakini pia shabiki kindakindaki wa klabu ya Simba pamoja na Yanga, and of course, utakuwa unasubiri sana kwa kile ambacho pia e, kitaweza kutokea siku hii ya leo, ambapo tunajua e, viongozi wa Yanga wamekwisha kuitwa kwa katika e, bodi ya ligi e, kutokea kule TFF bwana, na watu ambao pia wanasimamia mpira wetu kutokea hapa Tanzania, tunaona kabisa e, viongozi wa Yanga wamekwisha kufika katika makao makuu, ambapo wameenda kusikiliza wito wa kile ambacho kimeambiwa e, kwamba wataenda kusikilizwa na hii yote ni kuhusiana na E, swala so zima la mchezo wa tarehe kumi na tano mwezi wa sita mwaka 2025 yani Jumamosi tu ijayo, ambapo ikiwa Yanga mpaka sasa hivi walikuwa kwenye msimamo wao wa kusema kwamba e, hatuchezi yani, kwamba hawawezi kucheza mpaka baadhi ya vitu viweze kwenda sawa, basi na wao wataweza kucheza. Sasa e, waliweza kuandikiwa barua na kuweza kuitwa siku hii ya leo, na wamekwisha kufika kama unavyoona hiyo e, video ya viongozi tofauti tofauti, lakini pia tumemwona alikamwe hapo, lakini pia tumemwona makamu wa rais wa Yanga, pia Alfat Haj pia yuko hapo, lakini pia na mashabiki wa Yanga wako nje wengi sana. Viongozi tofauti tofauti tofauti wa matawi tofauti tofauti wamewa kuweza kufika na wao pale pale e, kwenye makao makuu ya TFF Karume, Ilala, e, ili kuweza kusikiliza kile ambacho kinaweza kuendelea. Ingawa wameitwa viongozi, lakini na na wao wao kama mashabiki wameamua kwenda ili kuweza kuweza kuweza tu kuwasindikiza viongozi wao, kwa sababu kuweza kusikia na kile ambacho kitaweza kuongelewa, lakini pia kusikiliza weza kuzungumzwa na nini hatima ya tarehe 15? Je, dabi itachezwa au haitachezwa kama msimamo wa Yanga ambao upo. Endelea kutufuatilia, kwa sababu tutakuwa tunakupatia updates ya kila kitu ambacho kinakuwa kinaendelea chao.